dunia kwa wanawake yanayofanyika hapa katika mji wa Misungwi. Ikumbuke kwamba maadhimisho haya e, kwa mkoa wa Mwanza yanafanyika hapa CCT, umekubaliana kwa, kwa lugha moja kwamba mwaka huu tutaadhimisha tukiwa hapa maeneo ya Misungwi. Karibu uweze kuona baadhi ya matukio katika maadhimisho haya <mulia> gazi ya watu waliofika na kuzulia maadhimisho haya walikuwa na haya ya kuongea kuhusiana na hiki kinachoendelea hapa. Nikukumbushe tu kwamba mwaka huu wa mama wamechagua mstari wa Zaburi mia moja thelathini na tisa mstari wa nne unaosema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Karibu sana tuweze kuwasikiliza. Ninaitwa Agnes Magembe, nimetokea katika pastoreti ya Nazareti Nyakato. Nimefika hapa Misungwi tangu asubuhi. Hakika shamrashamra nilizozikuta zimezidi za miaka mingine. Kwa ujumla, pamenoga sana, wamama wamejitahidi sana, kwaya za kila aina zinamtukuza Mungu, tena ni kama vijana, kwa kweli inapendeza na ninasikitika kwa wale ambao hawakuweza kufika mahali hapa, lakini bado siku zipo, naendelea kuwakaribisha ili nao wapate kuja kuupata uhondo huu ambao tunaupata mahali hapa. Bwana asifiwe. kwa majina naitwa Sarafina Josephat Unga, ninatumika eh, Misungwi, Dayosisi ya Mwanza. Tunashukuru Mungu, leo tumeanza mkutano kongamano la CCT. Nashukuru Mungu, kongamano limeanza vizuri na tunaendelea vizuri. Mungu ni mwema, tunaendelea kumtukuza Mungu, tunamwona Mungu anaendelea kuonekana katika maisha yetu. Haita mwamini, namshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya kuwasilisha maombi ya kina mama katika mkoa wa Mwanza City. Tunamshukuru kwa yote ambayo amefika neema ya kufika hapa, na tunashukuru kwa ajili ya kila jambo ambalo amekusaidia kutupa uzima na afya njema kimezapa kwenye haya maombi kwa ajili ya kuombea taifa letu, kuombea vijana, kuombea kina baba na kina mama watu wetu. Mungu watukuze sana. Namshukuru Mungu kwa mazimio haya ya wamama, maombi haya tukiwa Mwanza Msungwi yanaendelea ya vizuri, tuko yako safi kwa kweli, tunamshukuru Mungu yaani ni mambo mazuri. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya leo kwamba tumeanza kongamano la maombi kwa ajili ya kuombea nchi na hasa tunapokaribia uchaguzi. Tunapenda tumombe Mungu wetu akupatie viongozi ambao wataweza kuongoza taifa kwa amani, lakini pia na kuitunza amani na ushirikiano. Mungu wetu tumekuja kumjulia kwa siku tatu kuanzia leo tarehe tano mpaka tarehe saba Bwana Yesu asifiwe. Jina langu naitwa Priscilla Goye, ni mwanjeristi kutoka kanisa la Anglican Buhongwa. Niko hapa kama kiongozi wa kongamano letu ambalo limeanza siku ya leo ikiwa ni uzinduzi wa siku ya kwanza ya kongamano letu ambalo tutakuwa hapa kwa muda wa siku tatu. Na lengo kubwa ni kumomba Mungu kwa ajili ya taifa, kuomba kwa ajili ya familia, lakini kuomba kwa ajili ya maisha yanayoendelea kila siku. Niwaombe sasa ndugu zangu wapendwa, wanawake wenzangu. Wakati huu ni wakati wa kumlilia Mungu kwani wakati ni mbaya sana, Shetani yuko kazini naongozwa na neno kuu cool, linalotoka katika Zaburi ya 139 na, na mstari wa kumi na nne nimeumbwa aa, na jinsi ya ajabu na ya kutisha. Kwa jinsi ambavyo Mungu ametuumba kuna vitu ameweka ndani yetu tuvitumie kwa ajili ya utukufu wa Mungu na Mungu na akubariki. Karibu, tuko hapa misungu ni e, kongamano letu la mkoa, mkoa wetu wa Mwanza. Tutaanza leo tarehe tano na tutakwenda kuhitimisha tarehe saba. Karibu sana na Mungu akubariki. Mchungaji Joeli Bujiku Mahola, natokea pasweti ya Ngombe Nazareti Ng'ombe. Kwa kweli naona kongamano la kina mama linavutia sana, watu wanazidi kuongezeka, baya zinaimba zinamsifu mungu kwa furaha hmm. Kwa kweli linafurahisha, linatia moyo e, kwa wito kwa mama wengine ambao hawajafika mahali hapa, kwa kweli niseme kwamba mmepitwa na mambo mengi mazuri, lakini naomba kwa wakati, kwa safari nyingine, mjitahidi kuhudhuria kongamano kama hili, kwa sababu lina mafundisho mengi sana, kwa maana kwamba wanawake ndio jeshi kubwa, ndio tunategemea katika kanisa na hata katika taifa pia. Akina mama wako juu sana, hata katika familia ni akinamama wanaonekana kwamba mama, kwa mama asipokuwa na maadili mazuri, asipokuwa na mwendo mzuri, basi familia inakuwa ni, ni aaaiaashidaaaa aishoaasaaaaa Asante sana mtazamaji wa MCC, hivi ndivyo maadhimisho ya maombi ya dunia kwa wanawake 2025 yamefanyika hapa maeneo ya Misungwi. Ikumbe kwamba itakuwa ni siku tatu, wameanza leo mpaka siku ya Ijumaa. Endelea kubaki nasi wakati wote kukuletea kile kinachoendelea hapa katika maombi ya CCT mkoa wa Mwanza. Mimi ni Msanjosa MCC kuletea matangazo haya. Mungu akubariki sana.